Lakini kuna jambo lingine hapa na nitawaomba waandishi wa habari mnisaidie kuuliza kwa wengine wanaojua. Nimeona baskeli zina jina la mgombea mmoja wapo na kabla ya kipindi cha kampeni nimeona pikipiki zina jina la mgombea mmoja wa chama tawala, tumeona magari Zim, hivi vitu vimeenea nchi nzima. Kama ni, ni vya, vitu vilivyoandaliwa na chama ningetegemea viwe na nembo ya chama. Lakini sio jina la mtu binafsi. Na pia tungetaka kujua mfadhili ni nani? Hela zimetoka wapi? Nisaidie kuuliza, ingelikuwa ni vyama vya upinzani wamefanya hivi, tusingesema kwamba hawa wametoa rushwa. Naomba mtusaidie kuchunguza, hivi vitu vimesambaa kila mahali, vimetoka wapi, na kwa nini vina jina la mtu mmoja na kipindi cha kampeni bado hakijafika? Sawa. So, mchungaji, tena eh, kwa kuibua lingine hilo sasa, kama, kama haliathiri katiba eh, haliathiri sheria zetu, mtu akaguswa kufanya hivyo yeye kama yeye, kwa sababu ya kutaja mtu kuna shida gani? anafanya kwa mazingira gani? Tunaelekea kipindi cha uchaguzi. Kwa nini yafanyike sasa? Kwa nini yasihusianishwe na mambo ya uchaguzi? Lakini pia kwa nini jina kama, na nia njema, anajitangaza yeye kwa jina lake. Kwa nini? Lazima tujiulize kwa nini. Kama ni msaada asiseme nimempa fulani msaada huu. Jamani, mna shida, endeleeni. Hakuna nembo ya jina la mtu wala chochote, mimi nimewapa msaada kwa ajili ya kufanyia kazi fulani.